Na waandishi muwape wa Tanzania ukweli uliopo. Ni maajabu kwamba kwa, kwa mfano tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli? Ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms no election? Ni kweli? Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Ni kweli unaibiwa? Je, Kwenye uchaguzi wa nchi hii watu wanauawa ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa ambako mwaka jana ameuawa watu, watu wawili ameuawa Tunduma ameuawa na Manyoni nyumbani kwake. Mgombea wa Chadema amepigwa risasi na polisi na mpaka sasa hakuna aliyewajibishwa. Je, watu wanauawa kwenye chaguzi? Ni kweli watu wanauawa? Je, mawakara wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo hawapewi nafasi za kusimamia matokeo. Wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala nani asiwe na wakala, ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa, ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri kwa wa Tamisemi alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani elfu ishirini na sita na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratius Mahinyira wakili wa mahakama kuu ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika, lakini mgombea wa sisi, mdarasa la nne anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli ni kelele, ni ya kweli, ni ya kweli. Ya kweli ni ya kweli, yapo yamefanyika kwenye chaguzi tatu mfululizo baada ya kuwa rais Samia ametuahidi kwamba hata rudia iliyokuwa imefanyika akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na sisi mna sio kupigiwa kura, au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi. <coughs>